la michezo ulikuwa mzuri, na tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili. Mechi imekuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto, mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim pia Nzegeli, hauwezi kuanza kuanza ku doubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira, kwa hiyo hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tuwapongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri na Mungu. Alikuja na approach nzuri. Kama ulifuatilia vizuri mechi, dakika 20 za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli, kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua wa mchezo kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga, hiyo quality. Hiyo ndio sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi na ndio sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao kwa hiyo tunaendelea kujivunia kwa hiyo tutaji wetu, na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshallah. Mechi mbili zilizosalia, kwa maana kwamba tuna mechi na Tanzania Prison ambayo itapigwa away The, uh, Mbeya, tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Kwa kwazobakia mechi mbili, kwa mujibu wa ratiba ambao tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC, na zimebakia mechi mbili kimahesabu kwenye kombe la CRB, kama tukishinda mechi ya nusu fainali Jumamosi uh, Jumapili dhidi ya JKT, maanaake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika fainali. Kiujumla, Yanga tuna mechi nne kuufunga msimu wa 24 25 inshaallah. Hali kuna mabadiliko yamekuwa yakifanyika upande wa kikosi, na sasa kwa Dennis Ngane tunaona mapinduzi kiwango mm, chake mm, lakini pia hii leo wamepata nafasi ya kucheza na namna kiwango chake kinaongezeka tu, unaweza kutuambia kwa jinsi wewe ambavyo unamuona Dennis Ngane? kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa Nkane peke yake, nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi ya Ndamuile katikati ya kiwanja, anavyokuwa anaingia na mchango ambao anautoa kwa kila mchezaji ambaye yupo kwenye benchi la Milud Hamdi ananufaika na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu. Kwa hiyo tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida na faida wa klabu kwa ujumla. Ali ameshinda mchezo huu mabao matatu kwa sifuri, so huenda ni mchezo ambao unatazama sana, kwa sababu pale juu tunaona kuna vita ya kusaka taji. Eh, ushindi huu umekuwa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu? Kwanza umezungumza swala la tatu bila, maana yake unazungumzia clean sheet nyingine kwa Djigui Diarra na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya golkipa bora na bora golkipa. Sio kila mwenye miguu mirefu eh, ni golkipa mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama ule, mfahamu mchezo wa ngongoti zamani yes. So kila mwenye miguu mirefu mkasema ni golkipa mzuri. Kwa hiyo Jigidi Diara msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha Diara na magolkipa walenga ufunge ama golikipa hawawezi kufika daraja ambalo liko nalo Jigi Diara. Kwayo tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diara, kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu, na ni serious. Sasa tunatafuta pia hiyo tuzo ya golikipa bora wa msimu. Yes pia mpia Nzengeli amestahili kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo, na ni mchezaji mtiifu kwelikweli kwenye klabu yetu. Ni wape tu, si ndugu zangu waandishi wa habari, kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujitumishatumisha vimesej kupiga kupigapiga simu na Maxi alinionyesha kila namba na kila message iliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku, sijui utafanyaje fanyaje, lakini Maxim pia Nzengeli akawaambia amekuja Tanzania, anayejua Yanga atacheza Yanga, na kama ikibidi kuondoka Yanga ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine, siyo hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha mnamjua au mnamhisi, kampeni hizi salamu Maxim pia Nzengeri, siyo daraja lao Full stop. Ali, kwenye michezo minne ambayo imesalia kwa mujibu wako. Wewe e, tushuhudi tunatik... We una mujibu wako? E, kwa mujibu wako, e, tutegemee kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi. Wewe pia ni coach, ukiachana na msemaji pia. Wachezaji ambao wako nje, kwa mfano tumemkosa leo Pacome Zouzoua, lakini wamemaliza uh, injury yake alikuwa acheze, lakini bado alikuwa hajafika 100% ya fitness level yake, kwa hiyo automatic huyu mtu anaweza kwenda kutumika mkwakwani hadidi aucho hivyo hivyo pia na wewe ndo kashuhudia uh, mabadiliko ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale Mkokwani. uh, kiatu mm, sasa, mm, mm, kiatu sasa, unajua kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri, kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenga. Sasa inaweza kuwa ngumu kama mtu kila siku anafunga penati anafunga penati anafunga penati, anaweza kuwa top scorer kweli, lakini hawa kina Dube kina Mzitu tumewaambia wafanye kile ambacho mastreka bora huwa wanafanya kufunga magoli ambayo hata watoto wadogo wanaofuatilia NBC Premier League wanaweza kutamani kucheza nafasi ya ushambuliaji. Huwezi kuwa top scorer kwa mpira unawekwa pale umesimama, wapinzani wamesimama, kipa akasimama, alafu wewe ufunge. Hauwezi kuwa top scorer mna hiyo. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kama utaratibu huo utaendelea kama unavyoendelea sasa hivi. Kiongozi wangu, tulishuhudia moshi wa kijani na njano, eh hiyo ina maana gani? Hasa ina maana kwamba hatuchezi wow. Jumla mchezo ulikuwa mzuri, na tuanze wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili. Mechi imekuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto, mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim Pia Nzegeli, hauwezi kuanza kuanza kudoubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu Tuwapongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri, na Mungu alikuja na approach nzuri. Kama ulifuatilia vizuri mechi, dakika ishirini za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yoyote ya kufunga goli, kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo, kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga, hiyo quality. Hiyo ndio sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndio sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia kwa hiyo taji wetu, na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu, inshallah. Mechi mbili zinasalia, kwa maana kwamba tuna mechi na Tanzania Prison ambayo itapigwa away The, uh, Mbeya, tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Kwa zibakia mechi mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC, na zibakia mechi mbili kimahesabu kwenye kombe la CRDB, kama tukishinda mechi ya nusu fainali Jumamosi, uh, Jumapili dhidi ya JKT, maanaake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika fainali. Kiujumla, Yanga tuna mechi nne kuufunga msimu wa 24 25, inshallah. Hali kuna mabadiliko yamekuwa yakifanyika upande wa kikosi. Sasa kwa Dennis Ngane, tunaona mapinduzi kiwango mm. chake mm. lakini pia hii leo amepata nafasi ya kucheza na namna kiwango chake kinaongezeka tu, unaweza kutuambia kwa jinsi wewe ambayo unamuona Dennis Ngane Uh, kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa Nkane peke yake, nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi ya ndamuile katikati ya kiwanja, anavyokuwa anaingia na, na mchango ambao anautoa kwa kila mchezaji, mpo kwenye benchi la Milud Hamdi, ananufaika uh, na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu. Kwa hiyo tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida na faida wa klabu kwa ujumla. Ali meshinda mchezo uaao matatu kwa sifuri, huenda ni mchezo ambao unatazama sana, kwa sababu eh, pale juu tunaona kuna vita ya kusakataji. Eh, ushindi huu umekuwa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu? Kwanza umezungumza swala la tatu bila, maana yake clean sheet nyingine kwa jigidiara na huu ndo msimu pekee ambao watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya golkipa bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu e, ni golkipa mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama ule mfano mchezo wa ngongoti zamani. Yes, so kila mwenye miguu mirefu mkasema ni goalkeeper mzuri kwao. Jigidi ara msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha diara na magolkipa walenga ufunge ama golikipa hawawezi kufika daraja ambalo liko nalo jigii Diara. Kwayo tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diara kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu, na ni serious sana tunatafuta pia hiyo tuzo ya golikipa bora wa msimu. Yes, Maxim pia Nzengeli amestahili kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo, na ni mchezaji mtiifu kwelikweli kwenye klabu yetu. Ni wape tu, si ndugu zangu waandishi wa habari, kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujitumishatumisha vimessage, kupigapiga simu, na Maxi alinionyesha kila namba na kila message iliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku sijui utafanyaje fanyaje, lakini Maxim pia Nzengeli akawaambia amekuja Tanzania, anayejua Yanga atacheza Yanga, na kama ikibidi kuondoka Yanga ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania, kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine, sio hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha mnamjua au mnamhisi, kampeni hizi salamu, Maxim pia Nzengeli siyo daraja lao, full stop. Ali, kwenye michezo minne ambayo imesalia, kwa mujibu wako wewe, e, tunat... We una mujibu wako e, kwa mujibu wako, e, tutegemee kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi? Wewe pia ni coach ukiachana na msemaji, pia wachezaji ambao wako nje, kwa mfano tumemkosa leo pakuwa umezuzwa, lakini ndio amemaliza, uh, injury yake ilikuwa acheze lakini bado alikuwa hajafika 100% ya fitness level yake, kwao automatic huyu mtu anaweza kwenda kutumika Mkwakwani hadidi aucho hivyo hivyo pia na kwa hiyo wewe ndio kashuhudia uh, mabadiliko ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale Mkokwani. uh, kiatu cha ufungaji mm, sasa, mm, mm, mm, wana... kiatu sasa, unajua kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri. Kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenga. Sasa inaweza kuwa ngumu, kama mtu kila siku anafunga penalti anafunga penalti, anafunga penalti, anaweza kuwa top scorer kweli, lakini hawa kina Dube kina, tumewaambia wafanye kile ambacho mastreka bora huwa wanafanya kufunga magoli ambayo hata watoto wadogo wanaofuatilia NBC Premier League wanaweza kutamani kucheza nafasi ya ushambuliaji. Huwezi kuwa top scorer kwa mpira unawekwa pale, umesimama, wapinzani wamesimama, kipa kasimama, alafu wewe ufunge, hauwezi kuwa top scorer mnayo. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kama utaratibu huo utaendelea kama unavyoendelea sasa hivi. Kiongozi wangu, tulishuhudia moshi wa kijani na njano eh, hiyo ina maana gani? Hasa ina maana kwamba hatuchezi wow.